Lakini pia mimi nirudishe shukrani nyingi sana kwa vijana vijana wa manispaa ya Kahama. Pamoja na mambo yote, kuna mtu hapa ameongea akasema kwamba vijana tuna kwa mambo mengi mengine hatueleweki eh. Lakini katika kipindi kifupi ambacho tumeendelea kuishi pamoja tumeendelea kuonyesha utulivu na amani katika maeneo yetu. Asante sana Mheshimiwa, lakini pia tumeendelea kukutana huku no. mtaani, mmeendelea kumpongeza vyombo no. vyenu vya ulinzi na usalama kwa kazi zinazoendelea kufanyika no. lakini no. yote kwa yote katika no. jamii ya kukosa changamoto, changamoto zinazomhusu OCD, changamoto zinazohusu Jeshi la Polisi manispaa ya Kahama, msisite vijana kuja moja ah, kwa moja ah, kwa OCD ah. ah, niwaombe sana unapokutana na changamoto OCD wenu, wakati wote, muda wowote, njoo muone, na utakapomuona kwanza utakuwa umepunguza miangaiko yako ambayo wewe ingeweza kuchukua kukupotezea muda wako, lakini pia kukupotezea muda wa kutafuta. Njoo moja kwa moja muone OCD, nitakapo ni shida na viongozi wangu tutawajulisha, lakini tutumie tafakari busara na hekima katika kutatua changamoto tunazokutana nazo. Vijana, nyinyi ni tegemeo la taifa hili, na nyinyi ndio nguvu kazi, nyinyi ndio viongozi wetu wa kesho, tunawategemea sana. Sisi hatuwezi tukasema kwamba vijana wetu ni wahalifu. Vijana wetu wana akili, wana maono wana mambo mbalimbali ya kufikiria juu ya maendeleo yao. Hizo ndoto zao hakuna mtu wa kuzikatiza, labda Mwenyezi Mungu wapende. Kwa hiyo niwaombe sana vijana, mpe ushirikiano wasilii, mwakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama na kuhakikisha kwamba shughuli zetu tunazozifanya lazima ziwe za halali, si tusijiingize kwenye shughuli ambazo zitakuja kutukatisha ndoto zetu.